Mambo vipi mtazamaji wa Stein TV? Leo niko mitaa ya Nyakanyasi, nimekuja kupiga stori na vijana baada yangu. Itakuwa inahusu nausu ah. <clears throat> kati ya mziki wa Bongo Flava na mziki wa singeli ni mziki upi unawakilisha maisha halisi ya Mtanzania? Niko na kijana hapa, ataenda kupiga naye stori, atatuelezea mawazo yake na mtazamo wake kwa ujumla. E, kaka mambo vipi? Sawa. Nimeaje fresh. Uko poa? Bomba kabisa. Habari e, za leo? Fresh. Vipi hali ya hewa unaionaje? Fresh. Okay. Hii mada yangu ya leo itakuwa inahusu kati ya mziki wa Bongo Fleva na mziki wa Singeli ni mziki upi unawakilisha maisha halisi ya Mtanzania. Wewe kwa mtazamo wako unaonaje? Kwa mziki wa sasa Bongo Fleva haiwakilishi hai chochote, kwa sababu wamebezi wame sana kwenye mapenzi. Mziki wa zamani wa Bongo Bongo Fleva ulikuwa unawakilisha hmm, lakini wa sasa hamna, bora singeli kwa sababu singeli vitu wanavyoviongea vinaeleweka mm. na wanaelimisha jamii mm. Bongo Fleva mtu hata akimba yo yyyy yo, yo, yo, amesha ina, ina trend tu mradi hawa na jina. kati ya ha, miziki ya Singeli ni mziki upi wa Singeli una ukubali zaidi na una mawazo na unaweza kuwakilisha maisha halisi ya Mtanzania? Sasa mimi kukutajia wasanii mm. wa Singeli mm. labda nasikilizaga nyimbo lakini kumtaja msanii kwamba jina msanii fulani. Hapana. Eh. Hakuna ile Singeli inasema kipoti changu rangi mbili sijui kina nini nini. Huo mziki unajua kusikia sha usikia, lakini hujaufuatilia kufahamu kwa ndani zaidi. Ah, basi asante, nimeshukuru kwa mawazo yako mm. endelea kutufuatilia Stein TV. E, bana, katika pitapita zangu nimekutana na photographer wa mkoa kwa majina anaitwa Idi Idi. yeah, mambo vipi uko poa? uko vizuri ha? nasikia sana wewe ni photographer wa mkoa na hisi unafanya kazi nzuri sana. uh, photographer wa mkoa hapa unaongea, mtoto mdogo. mtoto mdogo nani ili fotografa unapatikana maeneo gani? Anapatikana Nyakanyasi, mtoto mdogo mwenye picha kali. Okay. Mimi swali langu leo litakuwa linahusu, ni mziki gani wa kati ya mziki wa Bongo Flava na mziki wa Singeli, ni mziki upi unawakilisha maisha ya halisi ya Mtanzania? Uh, kiukweli, sio mnafi mm. nipende kwenda straight mm. mziki ambao unatuwakilisha vyema kama asili yetu ya Tanzania mm. au kimaadili, kiutalii naweza kusema kwamba mziki wa Bongo mm. Fleva ndio asili yetu, kwa sababu ukifatilia kama unavyosema mziki wa Singeli mm. mziki wa Singeli inakuwa hauna maadili mm. mziki wa Singeli hamna maadili kabisa, na vinavyoimbwa vimo kabisa, hamna ujumbe wowote unatumwa katika azira unajua. mm. Sanaa ili ifikie muhusika mm. lazima kuwa na ujumbe unaofikisha katika jamii. mm. Kwa mfano tukizungumzia nyimbo za mapenzi mm. za Bongo Fleva unaona mm. kweli mtu anaguswa ana mm. mm. mm. yani, e, na mapenzi, anatuma ujumbe, analia, anaonyesha kwamba msichana hapa msichana alimchiti hivi, ndio maana ameimba, ametunga wimbo kiasi. Lakini tukifuatilia kwa mfano wimbo wa singeli hauna maadili yani, ni mtu kama vile amelala, ameamka e. vyovyote vile, ni mziki upi wa Bongo Fleva unaokubali zaidi na ulisha kugusa kwenye moyo wako? Hilo uh, swala hilo mm. swala hilo swala naweza nikasema kwamba zipo nyimbo nyingi sana mm. kwa hiyo nikiweza kusema kwa wimbo mmoja nitakuwa yeah. mwongo, nitakuwa mnafiki. Nyimbo ni nyingi sana na nazikubali kutoka moyoni. Unaweza kunipa hata eh. wimbo mmoja tu, ukanipa hata kionjo chake, nikaweza hata kusikiliza, na watazamaji wanaotufuatilia waweze kufahamu hasa hapo. Kwa bahati mbaya, mimi sio msanii mm. sija yes, uh, fani yangu ni fotografa, kwa hiyo oh. uongo Okay, unawaambia nini watazamaji wanaofuatilia Stein Tv na wanaokutazama kupitia Stein Tv? Ah, watazamaji wanaangalia Stein Tv, mm, wazidi kufuatilia ili kusudi waendelee kupata habari mbalimbali hapa. E, kwa mfano ukiangalia kwa Bukoba ndo media pekee yenye vigezo imekamilika ndugu mtazamaji wa Stein TV, nimekutana na mdau mwingine hapa, atajitambulisha majina yake alafu nitaingia kwenye kile kitu nilicholenga siku ya leo. Kaka mambo vipi? Poa. uko freshi? Yes, kabisa. kwa majina unaitwa nani marufu, DJ hmm. Eh, hmm. jina maarufu DJ, we ni DJ nani hmm? DJ Simba, Simba la Masimba. Yes. Yeah. unafanyia wapi shughuli zako? Ofisi yangu ipo mta nyakaniasi hapa hapa sokoni. Wewe ni DJ, tunaelewa kuwa we yes, DJ na ukiwa unapiga muziki, ni mziki upi unakubali zaidi? Kwangu mimi nakubali sana bongo Fleva. Basi mwingia mm, eh, mlemle mle. Mimi nitauliza swali na ruhusu, kati ya mziki wa singeli na mziki wa bongo Fleva, ni mziki upi unagusa maisha halisi ya Mtanzania? ni mle mle, siwezi badilika sana. ni yeah. bongo fleva. kwa nini bongo fleva na sio singeli Asabu, zim, njimbo, kubali, kwa sababu ni nyimbo kwangu mimi inayozikubali, hata nikiwa nazipiga kwa mashabiki zangu. Mm. E, e, watu vitu kama hivyo mm, wanazichangamkia sana kuliko hata singeli. ni kama nyimbo zipi zinazochangamkiwa sana na wale wasikilizaji wanaokufuatilia ukiwa kama DJ, ukiwa pale unapiga piga vyombo nini? E, eo, eo. Kama sima DJ, mm. kama kawaida yetu, unapokuwa na pipo nyingi unaenda, mm. unabadilika, una e, kuna nyimbo za slow, kuna mwendo kasi. Sasa tunataka hizo za mwendo kasi zienda chacha -cha. Sasa mwendo chacha hiyo -cha, hiyo yeah. ni mfumo wa singeli sasa hiyo mm. e, na zile za slow, slow na zenyewe E, unabadilika badilika ila e, na zenyewe zenyewe zinakubali za mapozi. Namba kionjo cha nyimbo moja Bongo Fleva. Bongo Fleva kuna mfano kwa nyimbo ya Juksi siulizwe. Ni siulizwe. Ni yeah, e, yeah. Kidogo <laughs> <laughs> ipo nyimbo ya Otile Brown mm. mapenzi hisia mm. E, mm, mapozi Mr. Blue Mm. E, nakubali sana. Le, kati, wataje, kati, wote, kati ya wasanii waliowataja ni msanii yupi unamkubali zaidi kati ya wasanii wote wanaofanya mm. nyimbo za Bongo Fleva? Kati ya wote namkubali sana Jux, bali ni Jux na sio Diamond. Alkiba wote anafanya ngoma kali, no. Kwa nini Jux namkubali sana? kutokana na vitu vyake mm. kuna kuna vionjo fulani vinachoma yani, mie ya watu mm. e, hata una, unapokuwa unasikiliza hiyo song mm. ni vizuri sana, unaweza sana kuelewa kwamba kamaanisha nini kawaza ka, ka nini kufanya hivyo e, vitu kama hivyo. Okay, unaambia nini watazamaji wanaotufuatilia kupitia Stein TV, na watakao kuona leo ukifanya mm. kipindi na wewe utaambia nini, unaambia nini watazamaji wanaotufuatilia kutoka Stein TV media, Stein TV kwa sababu nimefika kwangu hata leo nishtukizi mm. mm. kama surprise. Mm. E, lakini pia na wao wazipende nyimbo sanii nini, kwa sababu kila mtu kuna wasanii anaokuwa anawakubali nami, mm. nilivyokutarajia wale nao wakubali yangu mimi e, ila wapende sana bongo fleva bana. Okay, ndugu <laughs> mtazamaji, nilikuwa na DJ Simba sema <laughs> nimekutana na kaka hapa, ngoja kwanza tukaongee naye. Kaka mambo vipi? Mambo poa. Inakuwaje? Iko fresh, mishe ziko poa, kwema. Nishe, karibu, karibu. Nishe. Asante. Hapa tuko maeneo gani blaza? Hapa eneo hili inaitwa Nyakanyasi, ni mtaa upya. Hapo unajishughulisha na biashara gani? Mimi ni designer, nafanya mambo mengi tofauti tofauti, mimi ni mbunifu, natengeneza mameji, natengeneza sticker za magari, natengeneza sticker za pikipiki, lakini pia hapa tunajishughulisha na film cha aina mbalimbali Hmm. Tengeneza vitanda tunatengeneza meza hmm. Na accessories mbalimbali samani za ndani okay. Kwa yeah. Majina unaitwa nani kaka? Mimi naitwa okay. Ah, okay, mimi niko na madangu hapa hmm. sintakuelezea. okay. Na utaweza kuchambua zaidi. Madangu ya leo itakuwa inahusiana na mziki wa singeli na mziki wa bongo fleva, ni mziki upi unazungumzia maisha halisi ya Mtanzania? Wee, kwa mtazamo wako una maoni yapi? Maoni yangu naweza nika promote moja kwa moja mziki wa singeli. Kwa nini? Hmm. Mziki wa singeli ukiwafuatilia, hmm. baadhi ya wasanii wameimba kuhusu maisha ya kijamii, maisha ya mtaa hmm. wanazungumzia changamoto za kijamii. Kwa hiyo hmm. bongo fleva ni base sana kwenye ishu za mahusiano, ishu hmm. za mapenzi. Kwa hiyo naweza nikasema mziki wa singeli hmm. unapromote zaidi maisha ya kijamii Mbona tunaona wasanii wa singeli wanaongelea mahusiano make na mapenzi, mle huo yanazungumziwa au? ah, we kuna kipi kingine unaona zaidi ambacho hakiongelewi na huko kinafanyika? uh, muziki wa singeli muziki yote ambayo inazungumzia ishu za kijamii hmm. sio kwamba kila msanii ataongelea maisha ya kijamii lakini, asilimia kubwa tunazungumzia uhalisia uhalisia wa muziki wa singeli hmm. uh, mimi na, naona ni kwa sababu wasanii walio wengi wamezungumzia ishu za maisha maisha ya kimtaa, mm. Kwa hiyo sahizi nikachambua kwamba labda ni nani kaimba mziki wa ma... singeli kupitia ama... ameimba mziki wa mapenzi kupitia mziki wa singeli, mm. Lakini wapo baadhi ambao wamezungumzia mambo ya kijamii tofauti na mziki wa bongo fleva ambao kama si mambo ya ndoa ni mambo ya mahusiano na vitu vingine kama hivyo, lakini tumeshuhudia mziki wa bongo fleva wa kawaida, mm. wa watu wanaimba matusi, watu wanazungumzia ishu za bifu tofauti na jinsi ilivyo kwa kwenye singeli, wasanii wengi wanazungumzia ishu harakati za mtaa, maisha ya kijamii, maisha ya kifamilia, maisha ya shule, na kadhalika. Kwa yeah, hiyo kwenye mziki wa singeli ni wasanii wapi unawakubali zaidi au ni wasanii wapi unawafuatilia kiundani zaidi? Uh, wasanii wa singeli ni wengi, lakini nafagilia na, na, na, na, na, sana Msaga Sumu mm, ana ngoma zake kadhaa ambazo zinazungumzia maisha ya kijamii lakini mm, pia yupo Misomisondo, mm. yupo Dogopateni. Tumeshuhudia Dogo Paten akiimba huu wimbo ambao amesapotiwa na Zuchu. mm. mm. kwa hiyo ni wasanii wengi, ila kwa ufupi ni hao tu ambao unawafagilia. Kwa wasanii wakiwaji, tunaona ni wasanii ambao wameshajipata. unamwambia nini Dogo paten? Dogo Paten namwambia, kaze buti kwa sababu ni mtikizi, ni kwenye mziki wa singeli, lakini pia ameingia na baraka kwa sababu tayari wasanii wakubwa wameanza kumsupport. Kwa hiyo nafikiri kupitia wao anaweza akafika mbali. Kwa hiyo ajitahidi aimbe nyimbo ambazo zinahusiana na jamii asi, asimbe nyimbo ambazo aziwaendei watu wote, aziwalenge watu wote, aizungumzie jamii, kwa sababu kwenye jamii tunashuhudia mambo mengi sana. Kuna changamoto za, za, za elimu, watoto wanabeba mimba wakiwa shuleni, kuna ndoa zinavunjika ni vitu ambavyo vinatakiwa viimbwe sana kwenye kwenye nyimbo. Hata kwenye upande wa bongo fleva tunashuhudia kuna tatizo la ajira, kuna changamoto nyingi kwenye jamii, kuna watu wanaouana. Kuna changamoto nyingi, kuna wizi, kuna usaliti, kuna dhulma, vitu ambavyo vinaifanya jamii isiwe katika hali nzuri. Kwa hiyo mimi nafikiri wasanii akiwemo Dogo Paten sasa, namshauri aimbe nyimbo ambazo zinahusiana na mambo ya kijamii zaidi, atapata ata, ata, mafanikio makubwa kuliko ilivyo kwa wasanii wengine mm -hmm. Unaombea nini watazamaji wanaokufuatilia kupitia Stein Tv? Uh, mimi nafikiri tuwashauri sana wasanii lakini pia mziki mm hata -hmm. kwenye vizazi vyetu ni, ni, ni kitu ambacho uh, kina ni kama ajira mziki mm -hmm. Sio uhuni mm -hmm. mziki unaleta furaha kwenye jamii unaleta furaha kwenye watu, wengi wanapata burudani kupitia mziki. Kwa hiyo mziki sio kwamba ni uhuni, wasiwazuie labda na familia wao au, au kusapoti mziki kwa njia moja au nyingine. Mimi nadhani ni hayo tu, ndugu mtazamaji wa Stein TV. Hayo ndio mawazo ya mdauni niliyekuwa naye hapa, kwa majina anaitwa Loshomi. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kupitia Ulikuwa na mimi mami diworn na nyuma ya kamera niko na Chosen Touches.